Helo, wapendwa, nimekuja kwenu na leo na madha nataka tuzungumzie wandugu zangu. Katika dunia tunayoishi, kama jisi miaka inavyokuja na kwenda, tunayaona mengi na tunashuhudia yale yanayopita kila siku, lakini nataka nikwambie kwamba ndugu yangu, watu wengi wanafikiri kwamba kuwa na elimu ni kuwa na vyeti lakini siku ya leo nataka nikwambie kwamba ndugu yangu, elimu ya kweli ni kujifunza kujiongoza. Ndiyo waweza shindwa kunielewa, lakini nataka nikwambie kwamba ndugu yangu, vyetu ulivyokuwa navyo ndiyo vichunge vyetu hivyo, lakini elimu ya kweli ni kujua kujiongoza. Kama ujui kujiongoza ndugu yangu, hata uwe na shahada kubwa haiwezi kukuokoa wewe, itabaki kwa karatasi tu. Lakini unapojua kujiongoza, ndugu yangu, utaweka discipline katika maisha yako, utakuwa na nidhamu, utakuwa na muda wa kufikiria na kupanga mambo yako kila siku. Jua kwamba ndugu yangu mtu aliyekuwa na elimu anapoamua kufanya kazi hafanyi kazi kwa sababu watu wamuone, hafanyi kazi kwa sababu watu wampigie makofi wala wawezi kumshangilia, lakini anafanya kazi kwa sababu ana mpango. Jua kwamba ndugu yangu, unapojifunza kujiongoza, dunia itakuona na itakuhitaji wewe, na hapo ndio utaonekana mtu kwa na elimu. Na muda ndio huu, chukua muda wako, haujachelewa. Jifunze kujiongoza, jua ni muda gani waweza kuamka kufanya mambo yako. Pambana na uvivu, ondoa uvivu katika mambo yako. Jenga mazingira ya wewe kuweza kupiga hatua katika maisha yako, na yote hayo ni lazima kujifunza kujiongoza na sio shahada kubwa ulio nayo, maana hiyo haiwezi kukuokoa. Tunawaona wengi wana mashahada makubwa lakini wanalia. Ukichukua mfano kwa nchi tunazoishi ambazo zimeendelea, watu wanaofanya kazi na watu wanaoleta maendeleo katika nchi sio watu ambao wana mashahada makubwa, ni wale waliojifunza kujiongoza ndio wanafanya mambo ya makubwa na kama na wewe unaamini kwamba, ndugu yangu, waweza kuwa na shahada kubwa na haiwezi kukuokoa, lakini pale unapochukua muda wako kujifunza kujiongoza, waweza kupiga hatua katika maisha yako. Like video hii, gawa na mtu mwingine mawazo haya tunayoyatoa na mashauri